Kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania , karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya maarifa ya kiroho, na vipindi hivi unavipata hapa katika chaneli yako hii pendwa, ambayo inakupa wewe mambo mengi ya kujifunza na kufahamu, kufuatia elimu tofauti tofauti ambayo inatolewa hapa na walimu mbalimbali, hususan ni masuala mazima ya kiroho ambayo ndio nyenzo kuu katika uh, maisha yetu ya kila siku. Karibu sana, mimi ninaitwa Witness Lala na niko hapa na mwalimu wetu Mr. Kam ambaye amekuwa uh, mzuri sana uh, katika kutufundisha mambo mengi yanayohusiana na masuala ya kiroho. Nami mi ninaitwa Witness Lala. Karibu kwa mara nyingine kwa moyo mkunjufu wa furaha na wa upendo, karibu sana, karibu mwalimu. Asante uh, sana Witi. Mm -hmm. Ni kushukuru sana kwa kipindi kizuri sana. Mm -hmm. Kipindi ambacho uh, natumai wengi watakuwa wanafaidika mm -hmm. na elimu hii. Niwashukuru sana sana sana kwa kipindi kizuri sana, asante sana. Kipindi ni maarifa ya kiroho, na leo tuko hapa kuzungumzia kuhusiana na swala zima la uumbaji. Najua wengi tumesikia neno hilo sehemu tofauti tofauti makanisani, misikitini, pengine hata katika stori ambazo tunakuwa tunazizungumza kwenye maongezi yetu ya hapa na pale. Neno uumbaji si neno geni, lakini pengine huwezi kuelewa maana yake sana vile ambavyo mnakuwa mkizungumza kwenye stori mbalimbali. Sasa hapa leo, mwalimu wetu hapa Mr. Kam, atatueleza kiundani zaidi neno uumbaji lina maana gani ama ni kitu gani? Asante sana wite. Uh, mada ni nzuri sana Mada hii ni ya, ya, tunaweza tukasema ni ya kina sana mm, inahitaji utulivu sana na si utulivu tu, inahitaji hekima za hali ya juu sana kwa sababu tunagusa kitu nyeti sana mm, na tukizungumzia issue ya uumbaji manake kila tunachokiona katika ulimwengu huu manake kinagusa mada hii nagusa mada hii. Kwa hiyo tunapokuwa tunaijadili au tunapoizungumza katika safari ya series ya kuelewa mambo ya uumbaji, basi inatakiwa mtazamaji na yeye mimi na yeye na sisi na yeye, basi aweze kutuliza akili sana, awe makini, awe makini sana, kwa sababu tutazungumza mambo mazito sana, lakini tutazungumza pengine mambo ambayo hakuwahi kuyasikia au aliwahi kuyasikia lakini hakuwahi kuyatilia maanani na kuyaelewa pia, kwa sababu ni mambo ambayo ni wachache sana ambao wanaweza kuja kuyazungumza kwa urahisi huo ambao tutakaozungumza katika mada hii. Kwa hiyo nilipenda kuliweka hilo wazi ili watu wafahamu, kwa sababu uumbaji ni jambo kubwa sana, limezungumzwa katika vitabu vya dini, limezungumzwa katika imani za kiroho, limezungumzwa katika vitabu mbalimbali au masomo mbalimbali ya biolojia. Kwa hiyo ni mchakato na ni safari ndefu sana kwao. Nipende kulisema hilo, ni muhimu sana kuliweka sawa, kwa sababu ndo kwanza tunaanza mada hii. Kwa hiyo ni vyema kuweza kuwekana awea sana kwenye upande huo. Asante. Sawa, sasa baada ya kutueleza mm -hmm. neno hilo la uumbaji kwa ufupi kwa namna hiyo, basi sasa twende tufahamu mchakato wa uumbaji wa mwanadamu kwa kuunganisha sayansi ya kiroho, uhai pamoja na biolojia kama mchakato mmoja wenye lugha tofauti. mm -hmm. Sasa hapa najua pengine atachanganyikiwa mtazamaji ambaye anatufuatilia, lazima tumfafanulie vizuri. Tutafafanua pamoja mm -hmm. baada ya kingine mm -hmm. Hapa mwalimu a jamaa, hapana, mwalimu yuko hapa mm. Atafafanua mm. Eh, tu sawa. Sasa tutafahamu mchakato wa uumbaji mm. uh, kwa dhana tofauti tofauti mm. Hapa kuna uumbaji uh, wa sayansi ya kiroho mm. Nadhani tutaanza na kipengele hicho kwanza kimoja, atatueleza mm. uh, hapa mwalimu mm. stam kisha tutakwenda wena, uh, kulingana na mtiririko uliopo karibu. mm. Asante sana witi. mm. Kama nilivyokuambia, uumbaji ni neno ambalo tumekuwa tunalisikia sana. mm. Tunalisikia kanisani, tunalisikia msikitini, tunasikia kwenye nyumba zetu za ibada, dini mbalimbali mbali, lakini pia tumelisikia madarasani, shuleni, ni neno ambalo limepewa maana ya creation ama uumbaji kwa Kiswahili. Sasa neno hili ni neno ambalo lina linaenda sambamba na sayansi, linaenda sambamba na nini? Na sayansi. Unapozungumzia uumbaji, maana yake ndani ya uumbaji kuna sayansi, na hiyo sayansi sisi ambao tunasoma masomo ya hekima tunasema ni sayansi ya kiroho. Kwa unaposema uumbaji maana yake unazungumzia sayansi ya kiroho. Sasa kwanza nianze kutafsiria na wanaonisikiliza wanao hapo, wasikilize kwa umakini sana, kwamba kwanza waelewe kimaana au kimantiki, uumbaji ni nini. Uumbaji najua kila mmoja amesoma kwenye dini yake, kwenye imani yake, kila mtu anayo tafsiri yake, lakini katika tafsiri ya maana za hekima za maarifa ya kiroho uumbaji tunaozungumzia kama ni ile safari ya kutoka kwenye nishati au mwanga mm, kuja katika biolojia, mfumo wa kibiolojia mm. Kwa hapa naweza nisieleweke mm. E, naweza nisieleweke, nitaeleweka nikitoa mfano mm -hmm. Sisi wanadamu tumeumbwa kutokana na nuru tumeumbwa kutokana na mwanga, na hili limejidhihirisha kutoka katika vitabu mbalimbali. Nikianza na kitabu kimoja kinaitwa Biblia. Katika Biblia, najua Wakristo mko hapa, utafungua Biblia yako, soma Mwanzo moja tatu Mwanzo moja tatu inaeleza vizuri, na Mungu akasema, sawa ikawe mwanga na ikawa mwanga sio? umenielewa vizuri? na Mungu akasema, sio? umenielewa vizuri? Soma Mwanzo moja tatu Mwanzo umeelezea vizuri sana issue ya umbaji, lakini pia kwa wale Waislamu, Waislamu waenda wakafungue Qur'an, sura An-Nur inazungumzia mambo mengi sana kuhusiana na mwanga, lakini wakisoma 24, 35 inaeleza kuhusiana na issue ya uumbaji au mwanga pale, imetafsiriwa au imesemwa 24:35, inasema kwa Kiarabu, wanasema Allahu nuru Allahu nuru Allahu nuru samawati wal ardhi, kwamba Mungu ni mwanga wa juu na mwanga wa ardhini. Ukisoma Korani 20, sura ya Nur 24 35 imeelezea vizuri tu, na zipo sura nyingi na zipo aya nyingi na vitabu vingi vinaelezea kuhusiana na sisi wanadamu tumetokana na asili ya nini? Ya mwanga. Hata ukienda kwa Wahindu, Wahindu katika vitabu vyao vya Brazma wanasema upo mwanga wa milele wa Brazma, si umeelewa? Licha ya hivyo, tukienda katika biolojia au fizikia, tumesoma shuleni kulikuwa kuna kitu kinaitwa bibbb Bang. Bang mm -hmm. Ni tunasema <laughs> dunia n ni, ni, ni, ni, ni, ilianza ku, yani dunia ilitokea au uhai ulitokea baada ya nyota kufanyeje? Kupasuka mwanga, kupasuka energy, kama ilitokea kwao, uhai ulitokana na mwanga, si umeelewa? Unaona ushahidi wa vitu vyote hivi kwao, tunajifunza nini? Tunajifunza uumbaji. Hasili ya kwanza ya uumbaji imetokana na mwanga. Na hivyo vyote ambavyo umevielezea kuwa vinaaminika. Yes, vinaaminika kwa sababu mm -hmm. Uh, mekanizimu ya kiroho inavyofanya kazi mm -hmm. inafanya kazi katika mazingira ambayo mm -hmm. ni ngumu mtu wa kawaida kuelewa mm -hmm. E, mpaka uwe na uwezo wa kuweza kuelewa hicho ninachokieleza hapa. Sasa tuende kwenye neno lenyewe uumbaji mm -hmm. Ndio maana nilitoa ufanuzi kwanza kwenye kwenye maandiko kwenye vitabu, ili mtu aelewe kwamba ninapozungumzia uumbaji nazungumzia ile safari ya kutoka kwenye mwanga kuja kwenye biology mm-hmm. au biolojia, na hiyo inakuja tunaku... ina, ina, ina kusimama hapa kwenye sayansi ya kiroho eh, eh, science. Yes, asante sana. Sasa umeeleza vizuri, sasa umeeleza vizuri eh, kwamba ule mchakato wa kutoka kwenye mwanga yeah. kuja kwenye biolojia mm kinachokuja kufafanua sasa mm -hmm. ule mchakato au ile lugha ambazo zimetumika kwenye vitabu mbalimbali mbali, kwenye Bibilia, kwenye Korani, kwenye biolojia, kwenye kila. Bailoji ina lugha yake, Bibilia ina lugha yake, Korani ina lugha yake, sio? mm -hmm. vitabu vya ki, kila kitabu kina lugha yake. Sasa kipi kinakuja kufafanua yote yale? Ndio sayansi ya kiroho. mm -hmm. <laughs> <laughs> Asante, asante, asante, asante. Tunaokota tuna, tuna moja moja, yeah, asante, asante. Sasa umeelezea mm. hapo vitu vingi sana kweli mm. kwenye kipengele hiko cha uumbaji uh, mm. kwenye kipengele hiki cha sayansi ya kiroho mm. na kama nimekunukuu vizuri kwamba vyote hivyo ambavyo umeelezea mm. vinaaminika mm. kulingana na imani ya mtu mm. kulingana na vile mtu ambavyo pengine mazingira aliokulia mm. kwa sababu nadhani si wote na tutatoa tutatoa ushahidi, tutatoa mm -hmm. ushahidi kwamba inawezekana asielewe, lakini tukatoa mifano ili akaelewe. Tutatoa e, mifano ili aelewe, kwa sababu kuna watu wengine ili waelewe lazima utolee mifano mm -hmm. na ndio ufundishaji mzuri. Mtuambie hapa kwa mfano, mfano, kabla tuende mbali sana, nataka mifano. Sawa, utaelewa mifano kwenye ufanuzi wa mada. Kwa mfano, nimezungumza, nimesema kwamba ili uelewe mchakato wa uumbaji unatoka kwenye safari ya mwanga unakuja kwenye biolojia kwa maana ya mili yetu hii tunaona hapa ya nyama hii, si ndio physical form. Unatokaje kwenye mwanga mpaka unakuja kwenye physical form, si umenaelewa? Sasa mfano wake ni kwamba kinachokuja kufanua pale ndio hii sayansi ya kiroho, si umeelewa? Mfano huo unajikita kwenye nini? Unajikita kuja kufanua sasa kwamba mwanga ni nini, si umenaelewa? Mwanga ni nini mwanga katika sayansi ya kiroho unatambulika kama nishati, si unaelewa? Nishati ya uhai ambayo hiyo nishati ya uhai ina safari yake, ambayo hiyo safari ndo nataka kuja kuifafanua sasa, ndo nataka kuja kuielezea vizuri sasa, hiyo sayansi ambayo Mungu alizungumza kwenye vitabu na imesemwa, imekuwaje kuwaje kutoka kwenye mwanga mpaka tumekuja kuwa kwenye physical form mm. Hapo ni safari ndefu ambayo inahitaji utulivu mtazamaji mm. eh. na, na, na, na hapo, labda utuambie kwa ufupi uhusiano mm. huo kati ya mwanga na mwonekano ambao pengine tuko nao sasa mm. yaani, uhusiano huo unakuwaje, kwa sababu kuna wakati hata miili yetu inahitaji mwanga huo ama nishati hiyo ambayo unazungumzia mm. eh. sawa, so, sasa basi, naanza katika namna hii kwenye mm -hmm. sayansi ya kiroho mm -hmm. Hapa sasa nitaviunganisha sasa. Hewa ya dunia